Eh. Sasa una filaji. Nasikia eh? Hmm. Ni kama niko na nguvu, eh? Na hata hii Bible nimebeba. Mm. Hii Bible iko na nguvu na nguo yenyewe? Na hata hii nguo, hmm. Hey, sijawahi ona nguo kama hii kwa hii dunia, hmm. Hey. Nasikia ni kama ni kubingu nyingine, wow. Mungu eh, hey, Mungu ni Mungu ni mwema. Mwema kila wakati. Mungu mwema... Mungu mwema... Yes, Mungu ni mwema kila wakati. Mungu na Mungu na Esther <coughs> huu ni nani tena sasa eh? Oh, ni wewe unataka kujaribu tena eh? Umekuja peke yako, nadhani utaweza. Umekuja fanya nini huku ni Nitakutana na wewe unataka. Hapana wewe, unataka nini? ya, ya, yaani, inakuhusia ni nini? Akiingia akiingia nyinyi ndio mlijigoroka akili wenyewe. Wewe hakuna chenye utafanya, hakuna. Mimi niko na nguvu, niko na nguvu, ni wewe mimi, saii niko na mime, mime, mime, Mungu aliye juu. Saii unajiona kuna ujasiri e? Unaweza, hebu jaribu saa hii uone. Aa, ah, ah, jaribu uone. Jaribu uone, yeah. Jaribu, shindwe pepo mbaya, shindwe. Shindwe shindwe, shindwe, shindwe pepo mbaya. Hapa sasa, hapa sasa Esther ni mtumishi sasa, anawezana yes. na hapa shindwe katika jina la Yesu. Pepo mbaya. Hello guys, hello guys. Uh, director wenyu, director Nick. And uh, guys mnakumbuka Leo nilisamuniwa. Nilisamuniwa na watume nikuje ni witness what is going on here. You know. So guys, bear with me. Na mkuwe na mimi. Na mtabarikiwa sana. Ndiyo, yeah. Atania. Mtume! Ndiyo, yeah. Mtume! Ndiyo Mtume! Kama jinsi tulivyoahidi kwamba tutambatiza na kumpa jina mapya huyu mwanadada ambaye amekubali kumfuata mwelekeo wake Kristo, tutayatimiza. Wote ambao walipenda pia vile vile kujumika naye leo, ni siku yenyu. Stahili tu kuamini uko muliko, na nyinyi nyote kwa pamoja vile vile, tutaweka njia moja ambaye tutamweka huu mama mwanadada ambaye amekubali kumfuata Yesu nakubali kuacha yake ya giza na kubali kuwacha yake ya ulimwengu na kufuata za ulimwengu za kuwacha za ulimwengu na kufuata zake Kristo. Director, ndio mtume ulimwengu mzima, naongea nao yoyote ambaye atakubali kumfuata njia zake Kristo anastahili kubadilishwa jina pamoja na mwili wake kwa kubatizwa, na leo nitawaonyesha jinsi inavyostahili na jinsi inavyofaa kwa kubadilisha mtu na kubadilisha mwenendo wake. Wakati utakapobadilisha mwenendo ya mtu, ni vyema kwanza akiri ya kwamba ameokoka, ameakiri vile vile ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na vile vile akiri ya kwamba Mungu Baba ndiye Mungu Mwana na ndiye Mungu Roho Mtakatifu, naye roho yake atakapoileta katika madhabahu kuu mmoja nasi tutafurahia na kumkaribisha kwa mwana wetu. Imekuwa ni siku mengi sana akiwa kwenye mambo ya giza, alijipaka kwa giza na alisema ya kwamba atatumikia kule bila kujua na akafanya yale ya giza. Na ndiyo maana sisi, wakati aligeuza mwenendo wake na kusema ya kwamba anahitaji kufuata mwenendo wake Kristo Ilikuwa ni furaha yetu sana na kumkaribisha kwa pamoja. Mimi na wenzangu tumefurahia. Wakati utamuona mpya, wakati utamuona tena, atakuwa ni kiumbe kipya, atakuwa ni mtu mpya, atakuwa ni mwanadada mpya, kwa sababu tutambadilisha na kumtoa katika giza. Haya basi, Leo nambatiza kwa maji, lakini Baba yeye aliye juu atambatiza na kumbadilisha na kumweka ngaye kwa kiroho, jinsi alivyosema mwanzo. Na nambatiza nikisema ya kwamba ni kiumbe kipya vilevile, nikisema ya kwamba jina mpya kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Dada yangu, kwa sasa jina lako mpya, utaitwa Esther, yani mbarikiwa, ambaye atasaidia wengi, jinsi tulivyombatiza Collins na kusaidia wengi. director ndio mtume jina yoyote isije katumika kwa huyu kwa sababu amekuwa mpya, amekuwa kiumbe kipya kwa jina lake. Mtu yoyote ambaye atamwita anahitajika kumtumia jina ambayo tunasema sasa hivi. Nambardiki na nambatiza kwa jina mpya, jina Esther. Yoyote atakayeongea naye ajua anaongea na Mkristo vilevile. Yeyote atakaye hukumu yeye, na jua ya kwamba alishaondoka kwa giza, sasa hivi ni kiumbe kipya. Tutakuwazima vitu zingine, vitu mapya, vitu vya kukujaza roho vilevile, ya kusimama nawe kama jinsi tulivyopea ulimwengu wengine brethre kwa kuwa umekubali kuingia katika ikulu mpya ya Kikristo na kuyafuata yale inayoendelezwa na Wakristo, nasi tumefurahia, kwa kuwa tulivyoahidi hapo awali, kila wakati tutasikiza yule anayetusikiza, tutamwitikia yule anayetuita. Kwa kuwa umekubali kuyaacha ya kidunia na kuyafuata ya kianga, nasi tumekubali kukuongoza kiroho, ndiposa tunayo vazi la kipekee ambalo ishara yake litakuwa ni cheupe, kwa kuwa litak, litang'aa. Utakapolivaa litakupa mwelekeo mpya, litakutenga na itikadi za, za kidini zisizofaa. vivyo hivyo utakapolivaa utakuwa na uwezo ya kuyaona yale yasiyoonekana na binadamu wa kawaida, kwa kuwa tumeridhishwa na mwelekeo uliochukua ya kupuuza yale agiza, kuwa, ya giza na kuamini kuwa yapo mema yasiyokuwa na dosari, na kukabidhi vazi hili ulivae, na kila wakati itakuwa kielelezo cha yale uliyoamua kuyafuata. Shika vazi hili la kipekee, vivae na uamini alivyonena aliye mkuu, nitavuta jina lako katika kitabu cha mauti na nitakuandika katika kitabu cha uzima. Ya kupasa uwe na imani kila wakati, kwa kuwa bado safari hii ngumu pasi na imani la kiroho, kwa kuwa nasi pia hatutakuacha kamwe, tutakuwa nawe kila wakati, ila ni jukumu lako kuhakikisha kuwa umelitimiza yale yanayotakikana na kukabidhi Biblia hili, kuhakikisha kuwa imani yako ishwari kila wakati. Utahisi ukiwa mpungufu, ifungue na ulisome, na uwe na imani, kwa kuwa mambo yatakuwa shwari. Biblia hili itumie kulinena na kuliteua kwa minajili ya kwako, ya kuwakomboa wale wanaolihitaji usaidizi wako. Bila shaka, usiwasahau wale wenzako ambao wamekuwa katika nguvu ya giza na wangependa kuona uhai uliopo hapo mbele, wasaidie, wasikize kwa kuwa aliye mkuu na nafasi nyingine katika maisha yao, aliye mkuu atawakubali katika hek hekalu yake, kwani hakuna atakayemfungia nje yule ambaye anahitaji kuyapokea maisha mapya. Na ukabidhi Biblia hili iwe cha kukutia nguvu maishani mwako. Kila wakati utakapokuwa na shida, kumbuka kuwa aliye mkuu amekukubali nasi akatupa mwelekeo kuongoza katika njia takatifu. Nipokee na uwe mbarikiwa alivyo oli kwa sasa tumekubali ulivyoamini ulivyojitia moyo ulivyokubali kuyaacha ya kidunia na na kuyafuata ya kiroho, na kuomba uondoke, kwa kuwa unapaswa kupata nafasi ya kutabiri yale yaliyonenwa, kupata nafasi ya kuwasaidia wale watakao kutafuta, kwani wapo mengi ambao umekuwa naye katika hekalu lile la kigiza amekubali kuwa yu mema ambayo ni kabla hamjaenda brethren, kama jinsi mlivyoambiwa, kama jinsi mulivyoelezewa, unafai kuyatumia na kuyafuata kwa makini, bila kusahau chochote, bila kupunguza chochote. Vilevile ulimwengu mzima muwe watulivu. wakuwa Collins tunaye, jinsi tulivyombadilisha huyu mwanamke huyu mwanadada na kuitwa Esther. Hivyo ndivyo Collins aliko huko, anapambana kubadilisha wengi majina yao. Ndiposa sasa naongea na ulimwengu mzima, yoyote ambaye ana subira, vile vile atapokea matunda yake. Na wacha nikisema ya kwamba Collins tunafuraha naye kwa kuleta na kumleta mwanamke ambaye kabadilishwa na kuitwa Esther, vilevile pamoja na director wake, unastahili kuleta wengi, na ikalu kuu itafurahi nanyi, vilevile ulimwengu ya juu itafurahi nanyi. Director ndiyo mtume nendeni. Kwa imani. Sasa una filaji k hata hmm? uh-huh. Hii Bible nimebeba hmm? Mungu na nguo yenyewe. Na hata hii nguo. Sijawahi ona nguo kama hii na, na nguo yeah. Hey, kama mm -hmm. Yeah. Nasikia ni, kama ni mbingu nyingine. Wow, Mungu hey, hey, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema kila wakati. Yes, Mungu ni mwema kila wakati. Yeah. Esther, huni nani tena? Sasa eh? oh. ni wewe unataka kujaribu tena eh? Umekuja peke yako, na dhani utaweza. Umekuja kufanya nini huku, yaani wewe? Wewe unataka nini yaani? Hapana, unataka nini? Inakuhusiana nini? akiingia Fanyange, kili. Mungu ni mwema, nimeona nyinyi ndo mlijigoroka akili wenyewe. Wewe, hakuna chenye utafanya hakuna. Mimi niko na nguvu awewemi sa niko e na yu Mungu aliye juu. Sasa unajiona kuna e ujasiri unaweza. Hebu jaribu sasa uone. Ah, ah, jaribu taona. Jaribu uone, jaribu jaribu uone, jaribu. Shindwe pepo mbaya, shindwe, shindwe, shindwe, shindwe pepo mbaya. Hapa sasa, hapa sasa, Esther ni mtumishi sasa anawezana na hapa mm. Shindwe katika jina la Yesu. Shindwe. Shindwe. Shi shindwe. Shindwe. Shindwe katika jina la Yesu.